Naam, karibu sana mwana michezo tuweze kuzungumza michezo na burudani moja kwa moja nikitokea hapa katika tawi la Unstoppable Karume. Niko mahali ambako ninaporipoti taarifa zangu za kimichezo na burudani, nami niko hapa kwa ajili ya kuzungumza taarifa za kimichezo na burudani nikiwa na Jabiri wa Simba Sports Club. assalamu alaykum Jabiri. Waalaykum salaam. Ni habari, heri uzima upo? Alhamdulillahi, heri kabisa. Kabisa heri sana tu familia familia ijambo? Yeah, bwana tuanzie hapa. Mnyama simba lunyasi siku ya Jumamosi alicheza mchezo wake watatu tatu wa ligi kuu Tanzania bara. uliiona performance yake msimu mwanzo? Ah, performance nimeiona. Performance ya kipindi cha kwanza haijalizisha vizuri, lakini performance ya kipindi cha pili imekuja kuleta heli na imekuja kuleta na faraja na kuchukua pointi tatu kuondoka nazo, lakini kimpira, kusema la kweli, bado mwalimu, kwa sababu ni mgeni, huwezi kulaumu sana, lakini pia kuna changamoto ya watu ambao wanamsaidia pale kuweza kumkumbusha jambo, kwa sababu mechi kama ile ambayo ina tension kubwa ambayo kila mmoja kila mwana Simba anatarajia kupata matokeo mapema sana, ili ukweli, imekuwa kidogo katika changamoto tunataka Simba akicheza mapema tu apate matokeo mazuri apate goli afunge sio atanguliwe. Hicho ni kitu ambacho na Simba wengi hawajitarajia, lakini kwa mujibu wa mpira kusema ile ukweli, mwalimu alikuwa anajua kwamba nianza na hawa kipicha pia, nitafanya hiki na nitafanya hivi kwa sababu kila mchezaji wa Simba aliosajiliwa atakuwa acheze kwa kama mchezaji kaanzishwa mwenyewe ameshindwa kutokuonyesha, basi akitolewa sio dhambi. Kwa mimi binafsi nimeridhika baada ya kupata matokeo mazuri, lakini sio performance moja kwa moja ya mpira ya dakika 90 zote. Hapana, sijalizika nazo moja kwa moja. Mwalimu ajitahidi kurekebisha baadhi ya wachezaji kidogo awakumbushe majukumu yao wanapokuwa wamevaa jezi ya Simba, ina nembo ya klabu ya Simba, basi wajitume, wakipewa nafasi waonyeshe. Mi binafsi kwa yangu ndio hayo. Mchezo wa kwanza wa kocha wa Dimitri Pantef ndani ya ligi kuu Tanzania Bara, performance yake mnasemaje? Ah, uh, kusema ukweli performance yake bado kama hivi nafsi kama Jabiri bado ile ambayo unaitarajia au unahitaji bado, lakini vile vile kama bado, siwezi kumlaumu kwa sababu bado si mgeni, bado ndio anaanza kuzoeana na wachezaji. Lakini uzuri wenyewe sasa ni kwamba amekuja kukutana na Simba ambayo imesajili wachezaji wakubwa, wachezaji wote wazuri, hususan wachezaji wa Kitanzania. Kusema na ukweli wale waliokuwepo Simba wote wanaweza kucheza popote pale, hata Ulaya, wanaweza kucheza hata katika bara la Afrika, sababu na wachezaji ambao wanajitoa wanajituma kusema na ukweli, kwa usajili wa mwaka huu kwa wachezaji wa Kitanzania, viongozi wa Simba wapewe kongole na wapewe heshima kubwa, kwa sababu wameamua kulenga wachezaji ambao wanajituma. Wakiangalia wakina nani, wakina Shomari Kapombe, umenelewa, ni watu ambao unaona kabisa kwamba wanajitoa, wakina nani hawa, huyo waliotoka JKT hao yule, nangu unamuona kabisa ni mchezaji ambaye ana nia ya kuitumikia klabu ya Simba na ana shida kweli na mpira miguu afike mbali. Na Mungu akimjalia akiendelea na performance ile ile basi anaweza kafika mbali kwa sababu ni performance ambayo kila mwana Simba no doubt au nao kulaumu hata mtu wa mpira yote. Kwa hiyo kubwa tu ni kwamba baadhi ya washabiki wa Simba tuwe tunavumilia basi timu yetu pale inapopata changamoto. Lakini pia, tukumbushane, jambo kwamba hayagusa achia, yani, twende kwao. Mfano, yani unagusa unamwachia mwenzako mpira unatembea. Sababu wachezaji wao tunao Ukiangalia, okay, kama Joshua Mutare ni mtu ambaye ana hamu ya kugusa okay. Ukiangalia okay, okay, kama Steve Mkwala ni mtu ambaye anataka tuende kwao. Kwa hiyo kwa nini tusiende na kile kitu ambacho ni kizuri, kuzungumzia jambo ambalo ni jema katika mfano ni jambo jema. Kwa hiyo sisi tunataka mpira spidi ya pale iongezeke, kwa sababu tunakoelekea na tunachokifanya kwenye kilabu yetu ya Simba ni jambo kubwa. Matarajio ya wana Simba na baadhi ya watu wa mpira wa Afrika wanaitarajia Simba ifanye makubwa katika ardhi ya Tanzania, isiwe timu nyingine ya kwanza kufanya makubwa, iwe ni Simba ndio matarajio ya watu wengi, kwa sababu tayari ishajipapatua ishajitangaza na ishajionyesha. Haiwezekani tuzidiwe performance na timu yoyote ya Tanzania hapa iwe juu yetu, haiwezekani iwe na magoli mengi timu yoyote Tanzania hapa, haiwezekani kwa sababu ukiangalia Simba Sports ndio timu ambayo imekaa kwa ajili ya kucheza mpira ili kuwapa burudani mashabiki na kupata matokeo mazuri. Lakini presha kama ile ya juzi wana Simba wengi hatuitegemea, japokuwa ni presha ya mpira, lakini kuna yale mazoea ambayo tunayo. Kwa hiyo tunapozungumza kama hivi, viongozi pia wanatusikia na wanatuona, waangalie changamoto ambazo tunazungumzia ni gani. Kwa hiyo kucheza vizuri bado, lakini kwa sababu mwalimu ni mgeni, basi aongeze spirit ya uwanjani, ya mazoezini, na wale wachezaji nao sasa wa Simba ambao walikuwa wanakaa benchi mara nyingi wakipata nafasi Tuang... Kwa kwa una no doubt, ni wachezaji wazuri, ni wachezaji wakubwa. Kikubwa tu ni muunganiko kwa ile mfumo wa mwalimu ambao tunao, na mwalimu huyu tuliokuwa na sisi ambao tunamuita kwa jina la meneja, nadhani ndio usajili wake ni mwalimu ambaye atatufikisha mbali kwa sababu anataka mpira uchezwe uchezwo. Alafu pia anajua kuchungulia baadhi ya sehemu. Angalia sabu zake toka aje. Nimemwangalia hata mashindano ya kimataifa akinyanyua sabu, ni wachezaji watatu, wanne, wawili kwamba anaenda kubadilisha mchezo wanampa kitu. Mwisho wa siku tunarudi tunajipanga na kuweza kuchukua point tatu. Kwa hiyo hili naliona mimi, mwanasimamu wenzangu pia naliona, lakini pia tunapozungumza, tusianze kulaumiana au tusianze kuonekana kwamba mwingine hajui mwingine anajua. Tunazungumza kutokana na timu yetu wote, yule anayezungumza changamoto yake avumiliwe na anayezungumza changamoto hii avumiliwe. Mi binafsi nampenda sana Mchome Steli, anaenda nayo aendelee nayo vile vile japokuwa ni shabiki wa Simba kindakindaki, lakini kwa sababu kashachagua kofia ile, asibadilike asiwasikilize watu. Ni mwenendo mzuri, kwa sababu unaikosoa klabu yako isijisahau, wakati huo unaipenda wakati umevaa nembo ya nini? Nembo ya Simba. Kwa hiyo mi binafsi namunga mkono hii changamoto ambayo anaenda nayo, bali tu usibadilike badilike, usihame, yani usihamehame. Kesho umekaa sehemu hii, kesho kutwa nahama? Hapana, sisi wengine ambao tumekaa kwenye kofia hii atuache lakini yeye ndiye na movement yake ambayo anazifanya. Kikubwa tu heshima, uongozi, aheshimu mamlaka za nchi, lakini pia amuogope Mwenyezi Mungu, itakuwa ni jambo jema, itafika mbali. Lakini mimi binafsi kama Jabiri, timu yangu juzi haijacheza ya vizuri, lakini tumepata matokeo mazuri. Mpaka sasa hivi hapa mtaani na Tamba nikiwa na jezi ya Simba kwa zile pointi tatu ambazo nimezipata, sio za kusema kwamba eti nimecheza vizuri sana, ah kiwango cha juu, hapana. Mtangazaji, kwa mimi binafsi sijaona performance ikawa bora sana, lakini kwa kitaalamu imekuwa bora kwa nime sababu ah, nimepata nini? point 3, na wengi wanazungumzia goli ambao amefunga Soa, ni goli ambalo kwa mujibu wa sheria 17, ile sheria sasa ya waamuzi ambao wametafasiri wao, wameona kabisa kwamba kabla hajafika Soa mbele tayari mpira ushafanyaje, ushaanza kupigwa kwa ile kufika kwake pale akaitumia lakini, pia hata wachezaji ya JKT nao ni wachezaji wazuri. Kikubwa tu kwamba wanapelekwa pelekwa na ile movement ya washabiki ya, lakini ukiangalia wachezaji ya JKT kwa juzi walivyocheza, kama ingekuwa na malengo kwamba tushinde na tucheze kwa nidhamu, mimi na imani hata pointi moja wangepata, lakini kwa sababu wanacheza kwa kusikiliza washabiki mshabiki akimshangilia mpanzu basi wewe mchezaji unamkamia mpanzu, unaharibu performance yako nzuri ambayo ulikuwa nayo. Ukiangalia kipa ya JKT alienda vizuri tu, mwisho siku wa siku akaja kujaa. Sasa nini pampo kuangalia na muda, na kwa nini timu za, za, za, za chini za ligi yetu, timu kama JKT, timu kama Mtibwa, timu kama Namungo, kwa nini zikicheza zikiona dakika ya zinajua mpira umeisha, zinacheza vile ambavyo wanaona kupoteza muda. Kwa nini wasiende na performance yao nzuri tu ikaenda kuwalipa kwa baadaye? Kwa sababu kama kweli mnaamua kushikilia, mtashikilia, nina imani utakuja kupata chochote kitu. Hii Simba na Yanga ni timu za kawaida, zinafungika na watu wanapita, lakini kinachowaponza timu za chini zikicheza Simba na Yanga zinaona kabisa kwamba ikifika dakika 80 mpira umefanya umeisha . Sio jambo jema kwa mi, nawashauri timu zimesajiliwa vizuri na timu zote za ligi kuu, sababu mwaka huu zimesajili vizuri sana, zina ushindani. Ukiangalia mechi ya Azam jana iliyochezwa unaenjoy, na Namungo. Ukiangalia mechi ya Yanga nani na, na, na, na KMC unaenjoy kwa asilimia zako kidogo, kwa sababu hata kama Yanga hakuja kupata matokeo, lakini baadaye sio ile kama kinyonge, kinyonge ni wana kiubishi. Kwa hiyo ukiangalia ligi kuu ya Tanzania bara, timu zote kumi na sita mi na imani zina makocha bora safari hii kwa hiyo, kila kocha ambaye atakuja kupata nafasi ya kuweza kuipa kui, kui, kui, kui, kui mfumo timu yake anaweza akaenjoi kusemohlo kweli. Kwa hiyo mtangazaji kwa ligi kuu na Simba Sports yangu mi nimeliona hilo kwa sasa. Msimu uliomalizika Simba katika eneo la kiungo walikuwa na kama kasinto fahamu, kwa namna moja ama nyingine, msimu huu anaonekana wakidomineti vizuri na wakicheza mpira, siri haswa ya mwalimu kwa upande wa kumwamini Nabi Kamara, lakini pia vilevile na Maodo Kante, pengine haswa imeenda kuongeza ufufuo wa eneo la kiungo la Simba Sports Club, kwa maana kwa msimu uliomalizika tumeona alikuwepo mwamba mmoja kweli kweli. Uh, Yusuf Ali Kagoma. Naam, ni kweli kabisa, unachongea mtangazaji na katika watu ambao wanaangalia mpira ukichezwa mojawapo ni wewe mwandishi, unaangalia sana mpira, na napenda na, na, na maswali kama haya ni ya mpira, kwa sababu tayari mwalimu ashaona kabisa kwamba umahili wa wachezaji ambao wamesajiliwa ndani ya klabu ya Simba, yeye alikuwa anaangalia jiografia la Afrika, anawajua kwa sababu hakuna mchezaji ambaye amekuja Simba mwalimu huyo amjui, wote anawajua. Kwa hiyo ni jinsi gani ya kumchukua na kumweka sehemu na kuweza kutoa kitu, na ukiangalia wachezaji ambao Simba imesajili mwaka huu wao wa kigeni wa wakitanzania ni wachezaji ambao wote wana mahitaji na kupata taji na wana mahitaji na kuipigania nembo ya klabu ya Simba. Kwa hiyo ndio maana mwalimu apate shida, na ndio maana unaona safari hii hata Kagoma mechi ngapi hana hata kadi, anacheza kwa sababu ana relax, ana watu ambao wanakuja kusaidia nafasi. Kikubwa tu ni kwamba tumpe muda mwalimu huyu na wachezaji waendelee kukaa nao muda mrefu, ili tuendelee kuenjoy sana soka la Afrika na soka la Tanzania. Mwalimu tuliokuwa naye sisi wana Simba ni mwalimu bora barani Afrika, ni mwalimu ambaye kila timu aliyotoka ameipa taji. Kwa hiyo na imani hata makao Simba pia anaweza akaipa taji tukiendelea kumpa ushirikiano. Kikubwa tu niwaambie washabiki wa Simba na wanachama wa Simba, sisi kazi yetu ni moja tu, kuujaza uwanja popote Simba ilipo, tukaujaze uwanja kwa kupendana na kwa kushangilia timu yetu kuta kulaumu laumu, ili tuendelee kufika nchi ya ahadi ambayo tunaitarajia. Mungu akijalia, mwakani tunaweza tukatawazwa kwa mabingwa, kwa sababu tayari mtani wetu mtu wa mpinzani wetu anaonekana kabisa kwamba kuna sehemu tatu amechoka. Sehemu ya kwanza aliyochoka Yanga ni sehemu ya viongozi, sehemu ya pili ni sehemu ya washabiki, sehemu ya tatu pia ni wachezaji. Wachezaji umri umeenda na relax, na ndio maana unaona hata wakina Shabalala sasa hivi wakiwa Yanga kama wana enjoy yani, wanacheza ule mpira wa ushindani wanacheza mpira wa nini wa wa ku relax. Kwa hiyo kikubwa zaidi ndio mmekiona hicho. Simba Sports tukijipanga vizuri, viongozi wakiplay part yao washabiki tukiplay party yetu na wachezaji wakiamua kuplay party yao, mna imani mwaka huu taji linabakia. Na hii hata huu utaji wa kufungwa na Yanga inawezekana ukaisha mwaka huu kwa hizo mechi ambazo za ligi kuu zimebakia, kwa jinsi ilivyoona kikosi, kwa jinsi ilivyoona aina ya wachezaji ambao wanavyocheza, lakini pia na aina ya washabiki wa klabu ya Simba. Unajua sasa hivi mtangazaji wa washabiki wa Simba wakiingia uwanjani wanashangilia wote kwa pamoja, tofauti na wenzetu wa Yanga wakiingia wananuna lakini mwaka huu unaona kabisa kwamba ni wa hali ya juu. Ukiangalia matawi yote, niwapongeze viongozi wa Simba kwa kuchagua uwanja kwenda pale, mwenye, viongozi wa Simba nimewapa kongole kwa aina wanavyoteua viwanja na aina pia wale usajili waliofanya, na aina pia kocha ambaye tumemleta ambaye tunamuita kabisa ni meneja. Kusema ukweli, ni mtu ambaye atatufikisha mbali sana, wanasimba. Kikubwa tu changamoto ambayo ikitokea ya klabu basi tutaenda sisi kama washabiki, lakini sisi washabiki tutatimiza jukumu letu la kwenda katika uwanja na kushangilia timu kwa kulipa kiingilio, isiwe bure ya yeah. Baada ya hapa kituo kinachofuata ni michuano ya kimataifa yeah. Mnaona kwenda kurejesha heshima ya Simba Sports Club kwa msimu huu, lihali msimu mwaka jana mmecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine mnaiona ile ndoto ya kufika hatua ya nusu fainali kwa msimu huu bado inapatikana ndani ya Simba sasa. Ah, uh, yaani kitaalamu ukishafika fainali ya ya mashindano ya shirikisho, maana yake watu wanatarajia ukija kwenye klabu bingwa angalau ufike nusu fainali. Ndio kidogo utawaambia watu. Lakini sasa nikiangalia aina ya usajili ambao tumeufanya na aina ya wachezaji ambao tunao na aina ya mwalimu ambao tunao, Lakini pia hata ukiangalia pia aina ya shabiki mi na imani kabisa kwamba mwaka huu tunaweza tukafika hiyo nusu finali, lakini sio kitoto wala sio kinyonge. Na mtu asikudanganye, hakuna kundi ambao ni jepesi hata hii hata moja. Kila kundi ni gumu. Sasa hivi mpira umebadilika sana. Mpira sasa hivi unachezwa sana kimbinu na unachezwa na wachezaji ambao wako tayari. Kikubwa tu ni kwamba sisi wanasimba tuendelee na ile sera yetu ya Simba nguvu moja kuipa na kuipa kuiunga mkono timu yetu kwa asilimia mia moja bila kuangalia lolote. Lakini pia hata viongozi nao endelee kuimba wimbo mmoja, sababu mashindano ya klabu bingwa ni mashindano makubwa sana, hastahili wachezaji wa viongozi ambao wanaimba yumba wala wachezaji ambao wanaimba yumba. Lakini ukiangalia sasa kwa mwaka huu tuna nafasi kubwa ya kufika hata na finali hata finali, kwa sababu tuko pekee yetu ndani ya ardhi ya Tanzania, bara wenzetu wengi wamekimbilia visiwani kwa kuangalia attention wa udogo wao, kwa sababu sisi ni wakubwa, umeelewa? Tuna asilimia 99 robo fainali tushafika, japokuwa hatujacheza lakini, ukiangalia katika historia, ukiangalia performance ni kitu ambacho kinatuletea matarajio makubwa sisi wana simba wengi, kuelekea hatua ya robo fainali tayari. Ugumu tu unakuja pale kucheza na robo fainali kwenda nusu, japokuwa sio kitoto, lakini ukiangalia kabisa kwamba tuna matarajio makubwa sana jinsi ya wachezaji tuliokuwa nao. Kikubwa tu ni kwamba lazima tuangalie pia na pia na mwalimu pia angalie wachezaji gani sasa, ambao amewapata kuanza nao katika mechi nyingi. Akisema duchu namba mbili sawa, akisema shumalika pombe sawa, nina imani kabisa kwamba kwa maandalizi ambayo tutaendelea kuyafanya na tunaendelea kufanya tunaenda kufika katika nchi ya hali ya ogopa, kwamba kubwa, si kwa sababu mwenzetu tayari ashatuogopa amekimbia ametuachia sababu sisi tuna lakini kusema atafute chaka la kutafuta sera kwa Simba Sports, robo finali kimpira, mimi naiona ile pale, lakini Yanga robo finali siioni, mtangazaji Shukrani sana. Asante sana ubaya a ubwela, Simba nguvu moja.